Kisa kimoja mzaramu alipewa kasharibikiwa naye, mm. alipewa kuwa gereza mzaramu gereza, kuwa gereza, mm. mm. alivyokuwa kaingizwa ile roho mbaya, kapata ka, ka, ka roho mbaya ile Jumapili. mm. wafungwa si wanapunzika wana, yeah. Iya, anawaambiwa hakuna kupunzika, mtacheza ngoma. yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Mpumzika, mtacheza cheza ngoma, enda kuchukua msanga migoma huko. Mm. Anaileta pale wafungwa wanacheza ngoma mpaka asubuhi mm -hmm. Kuna wafungwa wawili wakasema, sisi tumechoka bwana, tunaumwa tuweze mm -hmm. kucheza ngoma mm -hmm. Akamwambia, ize sana nyinyi, mtacheza draft. Kwa hiyo waliposikia drafti wakashangilia sana mm -hmm. Drafti tu ize, tunafanya hivi. Mm -hmm. haa, kaka mm halienda -hmm. kwenye uwanja wa mpira mm -hmm. ndo uwanja wote akachora drafti uwanja wote ndo ukachora drafti moja ndio <laughs> <coughs> halafu cha kuchezea tofali, <coughs> cha kuchezea tofali lokete, ukiingia kingi, unapigwa tofali jingine juu. Sasa wale wako kwenye kula tatu pale, wote waligeuka mapawa, wiki jana, si bora tucheze ngoma tu <coughs> tulizania rahisi, bora ngoma tu. Sasa imekwenda sasa hivi, huruma ile imeondoka.